Haya, basi, moja kwa moja sasa, Mahat, tunaanza na nani leo hii? A, leo uh -huh. Hatupo mbali na hapa uh -huh. Tupo Bia. Binguni leo. Uh, tupo binguni. Tunaanza binguni hapo. Mashallah, ni jirani tu. Jirani tu ndani eh, ya wilaya hii ya Kati. Zainabu huyu, Zainabu Haji Ameri. Okay. Binguni anapatikana wilaya ya Kati kama ulivyosema. Naam shairi lake anasema: matusi matusi matusi, hey, matusi matusi, sijui alichokusudia, tuangalie ndani, inshallah tutajua. Uh -huh. Alichokikusudia hey, inshallah, khair. Bismillah ya rabbi uliye bora, tuondole bala mm -hmm. ili lilotia fora katika yetu mitaa utuongeze kwa sera zake mtumeshuja matusi mm-hmm. ma kama vijorani mengi kila mtaa. Na. Na wasalimu kwa rara makundu China ndaga uh -huh. zifike Tanga Kimara na jiji lotela da mm. Pemba na wapazangara na nyinyi kamasta. Na matusi kama vijora ni mengi kila mta Subhanallah.

Masikani za mpira matusi haya huja, wala awanakutera kama vile waloba mm -hmm. si wakupigwa bakora wala kuambi, wala matusi kama vijora ni mengi kila mta mm -hmm. watoto wanozurura matusi yana samba kutukana na kwaowera, zaidi mara saba. hmm. Ukiwakanya ufura, ubakie na faza. Matusi kama vijora, ni mengi kila mtaa. hmm. Wazazi wenye busara, nyumbani na washangaa mashungi yenye stara na baba kazukava mchezi, mm -hmm. huwona bora hugomba wana moka, mm -hmm. matusi kama vijora ni mengi kila mtaa, mm -hmm. njinga kwenye isaora bila bu jamaa mm. we waziza sura kusema wamekoma mm. hayafaiena kera haya matusi bala mm. matusi kama vijora ni mengi kila mtaa. Allahu akbar, matusi kama vijora ni mengi kila mtaa. Sauti nzuri lakini nah, shairi linasikitisha. Naam, naam, eh, sauti nzuri sana lakini sayri linasikitisha kwa sababu ni jambo ambalo limezagaa sana na, na na kuna wakati mwingine mtoto mdogo anatwishwa mm, mzigo wa matusi eh. Eh, atakuwa ah, eh, mtihani, mtihani. wa <laughs> na inawezekana kwamba uh, alizoea mm -hmm, kutoka kwa mtu wake wa karibu na hatimaye basi naye anakuwa chukua sa mtoto wanachukua anapokea kilo akiwa na namna akiwa katika umri mdogo sana, kwa kizuri kikiwa kibaya anapokea na, na, na, na, anazoea nacho sasa. Na amesema jambo jingine hapa, ni amesema kwamba kuna wazee wengine mashungi wanavaa, mzazi utamkuta pengine wa kiume, kanzu kofia, kila muda msikitini hatoki, lakini sasa mtoto wake ukiingia, mume wake, matusi anaotolewa ni mtihani kwa kweli, lakini pia alizungumza jambo jingine kuhusu hawa ambao wanafuga mifugo wanafuga ng'ombe, hawa nao wanatoa matusi kweli kweli, kiasi ya kwamba wewe ukipita, bali unasema huyu hajavuta bangi, lakini wewe ni matusi anayotoa, anatukana ng'ombe, anatukana ng'ombe au punda. Eh, niliona kesi moja bwana, hii si kutukana, lakini ilikuwa ni ya kuzalilisha wanyama. Yule mnyama alipakiwa mzigo ambao yeye mwenyewe sio size yake, shehena maana si ndogo. Allah, sasa yule mnyama akawa hmm, kwa kweli mzigo umemshinda hmm. Lakini sasa mwenye mnyama anasema huyu lazima afike. <tellan> Eh. <tellan> Basi alichokifanya yule mnyama lila chini. <tellan> Uh. Kula la chini, basi yule bwana alichokifanya maana, kila akimpiga hainuki, hainuki, shachoka, hawezi. Basi alichukua nini, pakacha. Alichukua pakacha bovu lile, akatoa na kibiriti eh, subhanallah. Kisha lile pakacha akaleka pale kwenye tumbo la ngombe, ngombe sikalala, yule akaleka kwenye tumbo la ngombe pale, kisha lile pakacha akaliwasha moto, subhanallah, akaliwasha moto na lile pakacha lilikuwa kavu, kwa hiyo pakacha likawaka. Baada ya kuwaka, yule ngombe akainuka mbio, akatoka mbio. Makele kwa kulazimisha kwa kulazimisha sasa. Sasa, sasa, huu ni udhalilishaji mkubwa uh-huh, sana kwa hiyo mm, amekusudia bwana bibi e, Zainab huyu mm, ametunga ame, ame shairi lake shairi ni zuri anakusudia mm, ana kuhusu wale wanatoa matusi njiani mm, watoto wadogo kwa hiyo na, tunatakiwa na, tuwakanye watoto ukiona okay, tu, wana, wanatoa mm, matusi kama haya mm, sisi wazazi tusiwe Tunashadidia hmm. Naam, naam bila shaka e, tuoni kama ni jambo ambalo ni laana bila shaka, kwa ni laana naam, na halifai katika jamii. Mashaallah, basi hilo ni shairi la kwanza e, kuhusiana na matusi ambayo limetungwa na Bizenab Haji Amer kutoka Binguni, wilaya kati ndani hmm, ya mkoa wa Kusini Unguja. Mashaallah.